Hello mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Brady TV. Siku ya leo naenda kuzungumzia kuhusiana na mambo yanayohusiana na msongo wa mawazo. Kuna njia nyingi sana ambazo mtu anaweza kuzitumia kuondoa msongo wa mawazo ukiwa peke yako bila msaada wa daktari au mtu mwingine yeyote. Kwenye video hii nitaenda kuzungumzia njia tatu muhimu ambazo unaweza kuzitumia, njia maarufu na rahisi kabisa ambazo kila mtu anaweza kuzitumia bila kuwa na changamoto yoyote na akaondoa msongo wa mawazo. Kabla tujaendelea, Kukumbushe kusubscribe, like, na kushare video hii ili wafikie watu wengi zaidi tuweze kujifunza kwa pamoja. Njia ya kwanza ambayo ni rahisi na maarufu watu wengi wanaitumia, inaitwa breathing exercise au deep breathing. Ya yeah, huku ni kupumua. Lakini si kupumua kwa kawaida, ni kupumua kunakozingatia kanuni ya 4, 2, 6. Hii na 2, 6 kwa maana kwa gani? Kwa sababu dakika 4, sekunde 4 utazitumia kuvuta pumzi kwa kutumia pua na sekunde mbili utatumia hizo kupumua huku umeishikilia hewa kifuani, na baadaye sekunde sita utatumia kuachia hewa taratibu kwa kutumia mdomo. Njia hii imekuwa na matokeo mazuri sana na matokeo ya haraka, kwa kwa kwa sababu matokeo yake yameenda moja kwa moja kwa asili katika mfumo wa fahamu, kwa maana ya ubongo, na baadaye kuja kuathiri kwa haraka katika mfumo wa mapigo ya ya moyo pamoja na presha ya damu ambayo kitaalamu inatambulika kwa jina la cardiovascular system. Na baadaye kabisa njia e, hii inakuja kufanya na kuwa na matokeo mazuri katika mfumo wa homoni au vichocheo, endocrine system. Zote hizi zinaweza zikatumika kwa zote hizi zinaweza zikatumika na kutengeneza matokeo mazuri kwa mtu ambaye ameamua kushughulika na changamoto za msongo wa mawazo kwa njia ya deep breathing. Njia ya pili, njia ya pili ya kuondoa msongo wa mawazo ukiwa peke yako inaitwa brain dump. Brain dump. Hii ni njia ya kuondoa msongo wa mawazo kwa kuandika changamoto zote kwenye karatasi bila kuedit au kupunguza ukali wa maneno, hata kuchagua lugha ambayo utaitumia kutoa mawazo yako. Lengo ni kuondoa mental overload, kutoa muda wa kufanya uchanganyunuzi wa mawazo na kuacha ubongo uachie, uachie mawazo mengi na kuwa na mawazo machache baada ya kuandika yote hayo unaweza ukatunza au ukatupa. Si lazima kurudia kusoma kile ulichokiandika, na fanya hivyo mpaka pale ubongo utakapokuwa mwepesi na utakapoona hata pumzi imeshuka. Njia ya tatu ya kuondoa msongo wa mawazo mtu unapokuwa peke yako ni njia rahisi na maarufu sana, hii inaitwa ground technique. ni tekniki au ni mbinu inayomsaidia mtu kurudisha mawazo katika wakati uliopo. Ni tekniki ambayo inahusisha milango mitano ya fahamu ambayo ni macho, pua, ngozi, ulimi pamoja na masikio. Kitu cha kwanza utakachokifanya, utazingatia kanuni ya tano nne tatu mbili moja. Tano, utataja vitu ambavyo unaviona kwa wakati huo lakini pia unaweza ukataja vitu ambavyo unaweza ukavinusa kwa wakati huo. Unaweza ukataja vitu ambavyo unaviona na unaweza ukavigusa kwa wakati huo. Na kitu kingine unaweza uka, uka, ukataja au ukazungumza vitu ambavyo unaweza ukavionja. Hizi ni njia tatu rahisi kabisa ambazo mtu unaweza ukazitumia kusolve changamoto zako za msongo wa mawazo bila usaidizi wa daktari au mtu mwingine aliye karibu na wewe. Jambo mama, njia hizi zinaweza zikatumika pale tu ambapo mtu unakuwa na msongo wa mawazo, lakini pasina kuwa na dalili nzito na za hatari kama mawazo ya kujizuru au kuzuru watu wengine. Kwa haya na mengine mengi, nikukumbushe kusubscribe chaneli hii, like na comment. Tukutane katika video nyingine. Asante sana.